wa kitaifa wa Nyayo ambapo hivi sasa tunapokea rasmi mwili

ishukuru yale yote aliyoweza kuchangia kwa miundo misingi ya taifa letu la Kenya, wananchi wakiweza kupeperusha bendera hivi sasa, wakiweza kumpa buriani kwa heri mheshimiwa Raila Amolo Odinga, hii leo ikiwa ni misa ibada, na inshallah siku ya Jumapili tutaweza kumpumzisha Aya, akiwa ni mazishi ama ibada ya kitaifa, ndiposa utaona viongozi amiri jeshi mkuu Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto akiongoza taifa kumwomboleza aliyekuwa waziri mkuu Mheshimiwa Raila Odinga, na viongozi wa taifa letu la Kenya wakiwa wameandamana naye Mheshimiwa Rais kuweza kufariji wa Kenya, kufariji familia ya Mheshimiwa Raila Odinga. wimbo wa taifa, mendi za majeshi ya ulinzi, tuwe standby kwa wimbo wa taifa. Rais na viongozi Beres, wa tabaka mbalimbali Paul Beras wakiweza kujitayarisha kuweza kuondoa mwili wa mwenda zake kwenye gari hili maalum ambalo hutumika kubeba watu mashuhuri. Gari hili liliweza kutumika kubeba mwili wa mwenda zake rais wa pili wa taifa la Kenya Daniel Toroitich Arap Moi, tukaweza kuona ikiweza pia kubeba mwili wa rais Mwai Kibaki na hali kadhalika, aliyekuwa mkuu wa majeshi ya ulinzi Jenerali Francis Omondi Ogola. Na hii leo tunashuhudia gari hili likiweza kubeba mwili wa aliyekuwa waziri mkuu wa taifa la Kenya, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Coco FM, Ladha ya Pwani.